Mvulana mwenye huzuni na msitu wa ajabu. Kulikuwa na kijana mdogo aitwaye Hussein ambaye siku zote alijawa na huzuni kwa sababu hakuwahi kupata upendo hata siku moja. Aliona watoto wenzake tu wakipendwa na wakifurahi na wazazi wao. Hussein ingawa umri wake ni mdogo sana lakini alifanyishwa kazi zote za nyumbani, ikiwemo kuosha vyombo, kufanya usafi na hata kufua. Licha kufanya kazi zote hizo, pia alilazwa na njaa na mama yake mdogo. Na watoto wa mama huyo walikula na walikuwa na furaha muda wote. Hussein alipenda kukaa mlangoni akilia kwa uchungu. Alitamani hata kupata mtu ambaye atamsimulia matatizo anayopitia, lakini mtu huyo hakuwahi kutokea. Aliishi na maumivu ya moyo peke yake. Baada ya kuona shida za ndani zimezidi, Hussein aliamua kukimbia nyumbani kwao na kukimbilia msituni. Lengo lake ni kukimbia mateso ili apate amani na aishi kwa furaha kama watoto wengine. Alikaribishwa na ndege wa ajabu msituni humo waliokuwa wanamfuata huku wakitoa milio ya kutisha. Alijawa na hofu kwani alikuwa peke yake lakini hakurudi nyuma, kwani alichoshwa na mateso ya mama yake mdogo. Kutokana na uzito wa safari yake, alitupa begi na akawa peke yake ili awe mwepesi na aweze kukimbia vizuri. Hussein baada ya kukimbia sana, aliishiwa nguvu na alianguka katikati ya msitu. Baada ya kuanguka ulitokezea mwanga mkali ambao ulimvaa mwili wake wote, hali ambayo ilisababisha kubadilika kwa rangi ya ngozi yake, sura yake na hata nywele zake. Aligeuka juu na kuangalia mwanga ule, aliona ni maajabu, lakini hakuwa na hofu, kwani alivutiwa na mwanga pamoja na wadudu wanaoruka na wenye kutoa mwanga. Hussein alionekana ni mzuri mno. Alisikia sauti kutoka kwenye ule mwanga ukisema, wewe ni kijana wetu ambaye umetokana na vizazi vyetu, na hivyo ulivyo sasa hivi ndio asili yako. Tulikubadilisha ukiwa mchanga sana, tokea mama yako hajafariki tulikupa rangi iliyofanana na familia yenu ya kukeni, kwani walichukia asili yako ya ubabani. Walipanga kukuua endapo utapata asili ya baba yako. Walichukiana wao kwa wao kwa utofauti wa rangi na makabila. Mama yako alivunja tamaduni za kwao na kuolewa na baba yako ambaye wana asili tofauti. Hata yeye aliteseka sana, alifanyishwa kazi ngumu na hata kunyimwa chakula, na ndiyo maana mama yako mdogo hakuwahi kukupenda kwa sababu hiyo lakini hayo yote tumeshafuta. Ni lazima kusamehe yote, na unaanza maisha mapya. Na kwenye huu msitu hutakiwi kuogopa chochote, na utatoka hapa salama. Lakini haitakuwa rahisi, utapitia shida, misukosuko na hata njaa, lakini hautokufa. Utatoka hapa endapo utachuma tunda lenye mng'ao. Ukila tu hilo tunda utafika nyumbani kwenu, kwani watu wako wanakusubiri. Tumeshampa taarifa mkuu wa kijiji chako Mwanga ulipoondoka aliinuka alipokaa na kuegemea mti, lakini hapo hapo palitokea nyoka mkubwa na ghafla alitoweka. Alikaa hapo kwa muda wa siku nzima na kuwaza muda gani atatoka hapo msituni na hilo tunda la mng'ao atalipata wapi. Alichoka sana. Mvua ilianza kunyesha na ikampiga mwilini vilivyo, na akaanza kulia kwa uchungu. Kwa nini nateseka mimi tu Mvua yangu majoka yangu, na hata baridi inanikaba, sijala leo ya tatu, na hilo tunda nitalipata wapi mimi jamani? Nimechoka mimi na tamani kabisa nifike nyumbani, nina njaa mimi. Kutokana na njaa, baridi, hofu na kuchoka sana, Hussein alianguka alipoegemea na alipoteza fahamu. Hapo hapo Hussein alipopata fahamu, aliendelea na safari yake mpaka alipofika kwenye mti wenye tunda la mng'ao aliliangalia tunda kwa makini huku amelikamata, akasikia sauti ikisema, "Hussein, chuma tunda hilo na ulile, litakupeleka nyumbani kwenu upande wa baba yako, watu wako wanakusubiri wewe." Hussein alichuma tunda na kulila. Baada ya kula tu, alitokeza nyumbani kwao moja kwa moja. Watu walimpokea kwa shangwe, furaha, vifijo na hoi hoi. Kuanzia siku hiyo, Hussein aliishi maisha aliyoyataka, maisha ya furaha, upendo, kusikilizwa na hata kupewa faraja.